Wapendwa wana taifa la Mungu, nikukaribisheni tena katika mfululizo wa tafakari zetu ambazo tumekuwa tukiwaleteni, tukilenga mada mbalimbali mbali, lakini kwa namna ya pekee hasa kufanya tafakari eh, juu ya masomo ya Jumapili. Na tafakari hii tutafanya hii tafakari tukilenga Utatu Mtakatifu. Eh, eh, kwa ufupi kabisa, mnakumbuka tu kuwa na sherehe ya Pasaka, sherehe kubwa sana pengine kuliko zote katika maadhimisho ya kiliturjia ya kanisa Katoliki. Na upekee wake ni kwamba inamhusu Mungu mwenyewe, nafsi ya pili ya Mungu, Yesu Kristo, ambaye alikufa, ambaye aliishi akafundisha, aka akateswa, akafa, akafufuka, akapaa mbinguni. Lakini baada ya hapo, baada ya Pasaka ile sherehe ya kupaa, Yesu mwenyewe tena Mungu, nafsi ya pili ya Mungu, baada ya sherehe ya kupaa ikafuata sherehe ya Pentekoste, kushuka kwake Roho Mtakatifu mwanzo wa kanisa, inamhusu Mungu nafsi ya tatu. Sasa katika tafakari hii, ni sherehe ya Utatu Mtakatifu, kama tulivyojifunza tangu tukiwa wadogo kabisa, tena kwa lugha rahisi. Utatu Mtakatifu Mungu mmoja, nafsi ngapi? Tatu. Zitaje? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu si kwamba kuna miungu watatu au mungu watatu hapana. Mungu ni huyu mmoja, ila nafsi zipo tatu. Sasa niwakaribishe kwa tafakari hii, niseme kwamba tafakari hii ina upekee wake juu ya Utatu Mtakatifu kwa sababu inamhusu Mungu mwenyewe, halafu kitu kizuri kinacho chenye fumbo pia Mungu ni Mungu kama tunavyojua, huwezi tuseme ukamjua uka ukamaliza. ni kitu ambacho eh, sio kitu Mungu ni eh, eh, u, ule Mungu huwezi ukusema ni uweke kwenye akili ya binadamu ambacho ni kiumbe kilichoumbwa na Mungu, ni vigumu sana. Ni sawa na kusema kwa mfano uchukue bahari, alafu useme baji ya bahari yote uyaweke kwa mfano kwenye pipa ni vigumu. Kwa hiyo lakini, ni tafakari moja nzuri sana, na utakat, Utatu Mtakatifu unatufundisha mengi, kama ambavyo tutatafakari kwa pamoja. Neno utatu kimsingi linatoka kwa lugha mbalimbali, lakini kwa mfano lugha pengine tuliyoizoea linaitwa Trinity, utatu mtakatifu yani e, Mungu moja eh, nafsi tatu kama nilivyokuishaeleza lakini niseme kwamba neno utatu utatu, kama neno lilivyo au nikichukua hata maneno mawili yote, utatu mtakatifu halipo moja kwa moja katika Biblia. Kukuta kwamba neno utatu mtakatifu halipo katika Biblia, lakini dhana yenyewe ya utatu mtakatifu inapatikana katika Biblia na neno hili la Utatu Mtakatifu kimsingi linatokana na mwanateolojia mmoja anaitwa Tertullian ambaye aliishi takriban mwaka 160 mpaka 220 baada ya kuzaliwa Kristo, ambaye alitumia kwa mara ya kwanza na alitumia neno la Kilatini trinitas, ambayo ndio Trinity kwa Kiingereza na utatu katika, katika, katika Kiswahili. Kwa hiyo unaona moja kwa moja alipo kwenye Biblia kama nilivyosema, lakini ukiangalia sasa kwenye Biblia gano la kale na gano jipya, tuone mifano tu michache ambayo unaweza ukaona kwamba hapa kweli unaona huu ni utatu mtakatifu eh? Kwa mfano tuanze kabisa na kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili tunasoma hivi: hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na nchi, na Roho ya Mungu ilikuwa ikielea juu ya uso wa maji. Aya, hapo mwanzo Mungu, nafsi ya kwanza tuseme, Mungu Baba, sawa, alizumba mbingu na nchi yaani, Mungu ndiye muumbaji, na Roho ya Mungu ilikuwa ikielea juu ya uso wa maji, Roho ya Mungu tuseme nafsi ya tatu zimeongelewa hapo lakini ukiendelea tena, tunamuona Mungu sasa ambaye ni Mungu, ni, ni muumba, alafu vile vile, tunaona vile vile kama vile kusema kwa ufupi, tunamwona tunamuona Roho wa Mungu. Kisha katika kitabu hicho cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita Mungu anasema hivi, na tufanye mtu kwa mfano wetu tu kwa sura yetu, natumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Neno tumfanye na neno wetu linaonyesha wingi wa nafsi ndani ya Mungu, kwa sababu naona natumfanye, maana yako wengi, kwa mfano wetu, wetu ni watu wengi naona, lakini mtume Yohane anaongezea ufafanuzi zaidi anapotueleza katika ile Yohane, sura ya kwanza ya kwanza mpaka ya tatu. E, nikusikia kidogo tu. Kwenye agano la jipya tunasoma hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika, mwisho wa kunukuu. Hii inaonyesha kuwa Yesu kimsingi ndiye neno aliyekuwepo tangu milele yote, alikuwa naona vitu vyote akishirikiana na Mungu katika uumbaji. Kumbe naona na mwenyewe katika uumbaji huo alikuwa huo. Pia, ni sehemu ya uumbaji huo na kuongezea pia ni nafsi tatu hizo Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Lakini zote zinafanya kazi kwa pamoja, ila kuna wakati nafsi moja sasa inaonekana zaidi kana kwamba nyingine haionekana, mbili zingine hazionekani. Kwa hiyo tunaposema Mungu alitumba, mfano nafsi ya kwanza Mungu Baba alitumba, si kwamba Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Mwana walikuwa pembeni. Hapana, walikuwa pamoja. Ile nafsi ya kwanza ndio inaonekana zaidi. Mungu Mwana akatukomboa ambao ni Yesu Kristo, vilevile anaonekana nafsi ya pili hapo, lakini Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu hapo pia. Na Mungu Roho Mtakatifu anayetufariji anayetupa nguvu, lakini na wale wawili wapo, ila kwa namna moja unaona nafsi moja ndio inajitokeza. Kwa naona katika maandiko matakatifu vitu hivyo unaviona angalau moja kwa moja, lakini tukiendelea na, na sasa Agano Jipya ambalo Utatu Mtakatifu ndio naona sasa uko wazi kabisa kwenye maandiko matakatifu, mfano Injili ya Mathayo sura ya tatu mstari wa kumi na sita mpaka kumi na saba tunasoma hivi, naye Yesu alipokwisha kubatizwa mtoni Yordani, mara akapanda kutoka majini na tazama, mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua juu yake, natazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni yeye. Kwao naona sauti, mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka. Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu sasa, na, na, na, na huyo maana yake, akashuka kwa Yesu, Yesu ambaye ni nafsi ya pili Unaona? Kwa unaona sasa kuna Mungu Baba ambaye alikuwa anaongea, huyu ni mwanangu mpendwa. Yesu mwenyewe nafsi ya, ya, pili na Roho Mtakatifu aliyeshuka mfano wa hua au njiwa. Kwa unaona Utatu mtatu Mtakatifu moja kwa moja. Nafsi zote tatu. Kumbe hapa tunaona nafsi zote tatu, zaidi nafsi zote tatu za Utatu. Yesu ambaye ni mwana anabatizwa, Roho Mtakatifu anashuka juu yake kama hua na Mungu Baba anasema kutoka mbinguni. Lakini kuna maandiko mengine, andiko jingine ni Mathayo 28:19, na nukuu: basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la na Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sasa hiyo ndio iko wazi kabisa. Eh? Nendeni duniani kote, watu mtawabatiza kwa jina la Baba nafsi ya kwanza, Mwana nafsi ya pili, na Roho Mtakatifu nafsi ya tatu. Kumbe halafu hata barua za Paulo, kwa mfano tuchukue barua ya, ya pili ya mtume Paulo kwa Korinto sura ya 13 mstari wa 14, inasema hivi, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Aya, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, Yesu Kristo nafsi ya pili, na upendo wa Mungu Baba nafsi ya kwanza, na ushirika wa Roho Mtakatifu nafsi ya tatu, vikae nanyi. Kumbe Paulo naona anataja nafsi zote za Utatu kwa usawa, akionyesha kila mmoja ana nafsi muhimu katika maisha ya, ya Mkristo. Sasa tukigusia sasa kwenye masomo yetu ya leo yanayotuongoza tukianza na injili ambayo ni injili ya Yohana sura ya kumi na sita mstari wa kumi na mbili mpaka wa kumi na tano eh, nasoma hiyo injili, eh, Yesu aliwaambia wanafunzi wake: ni ngari nayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awa, awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake. Labda kwanza tuwachie hapo. Kwa hiyo Yesu, ndiye anaongea nayo mengi ya kuwambia, maana yake ni Yesu, nafsi ya pili ya Mungu Alafu anasema atakuja Roho Mtakatifu ambaye anaongoza katika kweli yote, tunasikia nafsi ya tatu. Sasa hapo, sasa tuendelee sasa. Aha, naendea tena. Hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yeye atakayoyasikia atayanena na mambo yote yajayo ya atawapasha habari yake, yeye atanitukuza mimi, yaani Roho Mtakatifu nafsi ya tatu atamtukuza nafsi ya pili e, Yesu kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yote aliyonayo Baba ni yangu. Unaona, anamtaja Baba nafsi ya kwanza, alafu anaonyesha umoja sasa. Unaona, Yesu anasema yote aliyonayo Baba ni yangu, kwa yaani maana yake Baba alichonacho ni sawa na cha Mwana. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Kwa hiyo naona Utatu Mtakatifu kwenye somo hili la Injili yetu ya leo uko wazi kabisa. Kwa hiyo unaona ufunuo, Mungu anavyojidhihirisha kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Sasa kisha kusema hivyo, tuone tu kwa ufupi uhusiano kati ya nafsi tatu za Utatu Mtakatifu. Uhusiano wake ukoje? Nafsi zote tatu zina asili moja yani umungu yani divinity ile umungu ule. Na Yesu alisema mimi na Baba tu moja, eh, Yohana sura ya 10 mstari wa 30. Huyu si eh, maana yake hii si umoja labda wania tu au nini, bali ni umoja wa asili. Ndivyo ilivyo tangu milele yote, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ni kitu kimoja lakini kitu kingine ni utofauti wa nafsi. Ingawa nafsi tatu za utatu zina asili moja, yaani Mungu ule, lakini bado ni nafsi tatu zinazowasiliana, zinazofanya kazi kwa pamoja, lakini hazifanani. Mungu Baba unaona alivyo, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu a inaonekana na hii inaonekana wazi yesu aliposali kwa baba yake yohana ile sura ya kumi na saba na alipoahidi kutuma roho mtakatifu kama tunavosoma yohana sura ya 16 mstari wa saba lakini vile vile nafsi zote tatu zina upendo wa milele yesu alisema baba nanipenda mimi Yohana 10:17 na kama vile baba alivyonipenda mimi vivyo hivyo mimi nilivyowapenda ninyi. Sasa tunaweza tuhitimishe Utatu Mtakatifu na mahusiano yetu, baada ya kusikiliza hayo mafundisho kwa ujumla. Mwanzoni tukapitia somo la injili kwa leo, tu tuone somo la injili, tumeisha liona. Sasa tuone, je, Utatu Mtakatifu na mahusiano yetu ukoje? Kwanza, umoja na utofauti. Kama vile nafsi tatu za utatu zilivyo umoja kamili, lakini bado ni tofauti, ndivyo Mungu alivyotuumba tuwe umoja, tuwe kitu kimoja. Mfano, katika ndoa, katika familia, tuwa moja. Katika kanisa, tuwa moja wote, eh, ni viungo vya mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini mmoja ana utambulisho wake wa kipekee. Na hapo ndio naona Mungu alivyo tajiri, kwamba tu wa moja katika Kristo, sio kwamba sasa tufanane kila kitu sawa. Tu wa moja tunaunganishwa na Kristo, lakini huo, kwa mfano, na kipaji kile, huya anaweza kawa na kipaji kile, huya na namna yake ya kutenda, lakini tunabidi tufanye nini? Tufanye kazi kwa umoja. Kwa hiyo tuko pamoja lakini vilevile tuna tofauti. Hata katika familia, baba na mama ni wanafunga ndio wanakuwa ni mwili mmoja, kama tulivyosema, watoto ndani ya familia kitu kimoja, lakini basi wanashirikisha na baba ni tofauti, atafanya iki ana namna yake, mama, watoto, kunaona ni kitu ambacho ni umoja, lakini vilevile kila mtu ana namna yake na ni kitu kizuri. Sasa wote kwa mfano tungelifanana n yani, kila mmoja anafanana na mimi wawu, ya nafana, yani, haina hata ladha ndio marata hata. Chukua mfano rahisi, mfano katika mavazi, huyu anavaa navahi, huyu anavaa hivi, inaleta utofauti. Au vipaji, huyu anaimba, huyu anajua kucheza mpira, huyu anajua kus kushawishi watu, huyu anajua kufariji watu, huyu ana kipaji si cha lugha, yani, vitu mbalimbali mbali. vyote tunapaswa tufanye nini tushirikishane . Kweli ya kwanza ni umoja na utofauti katika maisha yetu. Lakini cha pili, upendo wa kujitoa . Huu upendo kati ya Utatu Mtakatifu ni mfano wetu. E, tunasoma Yohane kumi na tano kumi na mbili, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Yesu anawaambia mitume wake, mpendane kama mimi nilivyowapenda. Mimi Yesu alitupenda upeo, mpaka kajitoa kufa kwa ajili yetu. Ni upendo wa namna gani? Ni watu wangapi ambao wamejitolea kufa kwa ajili ya mtu mwingine? Ni wazi wapo, lakini wachache sana, mfano mtakatifu Maximilian Kolbe. Kwa unaona, na sisi ni kwetu ni mfano kwetu kwamba tupendane kama Yesu alivyosema, tujitoe sadaka kwa ajili ya wengine. Na unajua ukishakuwa na upendo, mambo yote, si chuki, si nini, yaani kungekuwepo na upendo wa kweli hapa duniani, basi hata ni amani tupu, kwa sababu upendo ni kila kitu. Lakini la tatu ni kuwasiliana kwa uwazi, iwe ndani ya familia, tuwe moja, tunawasiliana kwa uwazi kama kwenye kanisa tuwasiane kwa wazi, mahali pa kazi hivyo hey. Kama Mungu Baba anavyowasiliana, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanawasiliana kwa wazi. Mawasiliano kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu yanatuonesha umuhimu wa mawasiliano mazuri katika mahusiano yetu katika maisha yetu ya kila siku. Niliwahi hey. kushuhudia familia moja iliyovunjika kwa miaka mingi hey lakini ikapata uponyaji na mahusiano yao baada ya ku, ku, kuelewa kwamba Mungu mwenyewe ni jamii ya mahusiano ya, ya upendo. Kumbe pamoja na kwamba kwa walikuwa wana shida na kadhalika, walijifunza kuwa upendo wa kweli unahitaji kujitoa, kusikiliza, kuheshimu kama ilivyo katika Utatu Mtakatifu. Kwa wapendwa ndugu zangu, mimi niwatakie sherehe njema ya Utatu Mtakatifu. Utatu Mtakatifu kama alivyosema unatufundisha mengi, lakini la mwisho labda, na Utatu Mtakatifu na umisionari wetu. Baba alimtuma Mwana, Yohana 17:18, kama vile Baba alivyonituma mimi ulimwenguni, nami kadhalika nawatuma. Umisionari. Alafu mwana analituma kanisa, basi nendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, Mathayo ishirini na nane kumi na tisa. Ni umisionari. Roho Mtakatifu anatupa nguvu, Matendo moja nane. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu, Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kona sisi tuyazingatie hayo. Niwatakie neema na baraka na sherehe ya Utatu Mtakatifu njema. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wateja wetu, karibuni sana, karibuni sana kwenye maduka yetu ya vifaa mbalimbali. Mimi naitwa Sister Asteria Romwald Masawe. Karibuni sana hapa. Tulipo ni duka la Faraja, Faraja Bookshop. Mimi ndio coordinator wa hili duka lakini ni la masista wa shirika la Grail hapa Tanzania. Duka letu lina vifaa mbalimbali vingi sana kuna vitabu mbalimbali kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu, kuna vitabu vya mazoezi, kuna vitabu vya dini, vitabu aina yoyote ya dini, madhehebu mbalimbali, Katoliki, kwa vipindi mbalimbali mbali vya liturujia, ukitaka vya Pasaka, ukitaka vya Majilio, ukitaka vya Kwaresma ukitaka novena mbalimbali mbali, nyimbo tunavyo. Misalaba mbalimbali mbali, mikubwa kwa midogo tunayo, hata ya kwenye altare ya kwenye mimbara, ya hata misalaba mbalimbali mbali kwa ajili ya makanisani wale wanaofungua makanisa mapya tunayo mizuri sana. Tunazo ngoma, vifaa mbalimbali vya mziki, tuna makayamba tuna hata mashahada mashahada mbalimbali kwa ajili ya Uh, tunapowasindikiza wapendwa wetu, lakini pia vifaa mbalimbali vya kufungia zawadi kama mtakavyoona kwenye picha zetu. Vile vile tuna vitenge mbalimbali na hata vitenge ambavyo vimetolewa na Baraza la Maaskofu kwa ajili ya wanakwaya, kwa ajili ya UWAKA na hata vitenge vya WAWATA tunavyo kwa wingi kwa ajili yako. Ni vitenge vipya vizuri na vinavyomwonyesha mkatoliki ni nani lakini pia vitenge kwa ajili ya watu mbalimbali bila kujali dhehebu wala dini. Kwa hiyo karibuni hapa, ni Faraja Bookshop, unaweza utupigie simu tuna tuna duka lingine linaitwa Mwangaza Stationery, nalo lina vifaa mbalimbali. Kuna vifaa vya makanisani, tuna nguo za mafadha, tuna tuna siborio, tuna monstrant, tuna mirashi, tuna hata Brasso. Brasso ni vifaa kinachotumika kwa ajili ya kusafishia Tuseme zile siborio zinazotumika altareni na kalisi ili kusiwe na madoa. Na vile vile tuna vitenge, tuna vitabu vikubwa vikubwa kwa ajili ya watoto wa form 5 na form 6. Mwaka huu tuna vitabu vipya kabisa kwa ajili ya wale wa form 5, tumeshavileta vitabu hivyo. Kuna vitabu vya mazoezi kwa, kutoka kwa wachapaji mbalimbali mbali toka taasisi ya elimu vitabu vya notes toka kwa wachapaji kama Ngaiza vinavyoendana na mtaala kabisa mpya competence based. Tuna mtaala mpya kabisa kwa ajili ya sekondari kuanzia kidato cha kwanza. Tunazo syllabus mpya kabisa. Bible knowledge ni somo ambalo nihitajika sana na mtaala wake umeshatoka tuna silabasi yao kwa sasa hivi na vitabu kwa ajili ya form 1. Watu wengi wamekuwa wakiniulizia, vilikuwa havijapatikana, lakini kwa sasa tumevipata. Karibuni mvinunue, karibuni mnunue maua kwa ajili ya altareni, karibuni mnunue mishumaa, karibuni mnunue misalaba, rosari nzuri, aina mbalimbali mbali, zipo karibuni sana wateja katika duka letu la Mwangaza Stationery. Unaweza ukatupigia kwa kupitia namba 0754 360 496, 0754 360 496. Karibuni sana, mnaruhusiwa kuingia kwenye maduka yetu na kuchagua kitabu unachokipenda kwa sababu maduka yetu yana nafasi ya kutosha. Tunapatikana Tabora mjini, mtaa wa Lumumba, kwa ajili ya Mwangaza Stationery ni karibu na NBC benki. Lakini pia kwa mtaa wa Jamhuri, unapata duka la Faraja, pia sio mbali sana na NBC benki, lakini tunatazamana na Golden Eagle Hotel. Aliyoko nje ya mkoa anaruhusiwa kuoda kwa kupitia namba za simu ambazo nimezitaja, lakini pia Mnaweza mkatupata kwenye YouTube. Kutokana kadiri tunavyoendelea, tutawapa utaratibu mwingine wa kutupata katika mitandao ya kijamii, ili watu mbalimbali mbali popote mlipo, mnaruhusiwa kuagiza, sisi tunakutumia kwa gharama zetu wenyewe. Kwa hiyo karibu sana mteja, tutakufanyia delivery.